Watanzania wenzangu, vijana Tanzania, wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde, kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde, kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Tanzania Sio mali ya serikali, sio mali ya serikali Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo, vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Ulizeni wale ambao walishapoteza nchi kama wana vyama vya siasa na shughuli zote tunazozifanya tunazifanya kwa sababu nchi ipo. Weweuwe na, na, na imani yako unafanya hivyo kwa sababu nchi ipo. Tuilinde, tuilinde nchi yetu. Kila mtu ana matarajio yake, ana matamanio yake, utayafikia tu kama nchi ipo. Tusiigeige mifano wengine wengi wanaofanyagafanyaga mavurugu ya aina hii. Kila mtu yuko na pasipoti yake mkononi, wanauraia pacha nchi zao zina uraia pacha. Mtu mmoja anakuwa na nchi tatu, mtu mmoja anakuwa na nchi tano, wana multiple citizenship. Sisi nchi yetu ni hii hii na Watanzania walio wengi, hata passport ya kusafiria hatuna. Tunataka tuzi, tutengenezewe makovu ambayo hayatapona ambayo tutaanza kupigana sisi kwa sisi Tutamudu wapi? Wengine kule wana wengine kule wana, wana, wana mataifa mengine yale mnayoyaona yanafujwa kila siku wana, wana, ana pasipoti yake ana makazi huku na huku. Sisi tuna nchi hii moja inaitwa Tanzania. Tanzania wenzangu, tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na hata haya ambayo yalikuwa yanafanyika, Mheshimiwa Waziri, miundombinu miundombinu, hii ndio maana tunasema hufanyika uchunguzi ili ni zaidi ya maandamano. Miundombinu hii si mali ya serikali, si mali ya serikali zaanati, si mali ya serikali barabara, si mali ya serikali. Ndio maana zinaitwa ni, ni barabara za umma, ni mali ya umma, ni mali ya Watanzania. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwa hazina mara mbili nikiwa naibu waziri na baadaye nikao, baadaye kama waziri wa fedha, hakuna fedha inayoitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote inayotekeleza miradi ni fedha yako Mtanzania. U, uliopata fedha yako umeigawanya, sehemu iende kutekeleza shughuli za maendeleo, msimamizi wake serikali sehemu umebaki nayo kuendeshea ya maisha yao. So barabara hizi zimejengwa na Watanzania tena kwa kujinyima nye wa Watanzania, mmejenga barabara hizi kwa kujinyima. Hakuna mtanzania ambaye ana ziada ana pesa nyingi sana ya ziada hata akasema hii ngoja niigawie ni, ni, ni serikali. Kuna mataifa raia wao wako hivyo anakuwa na fedha inakaribia bajeti mara mbili, ana, ana fedha inakaribia bajeti ya serikali mara mbili, anaamua kudonate kwenye bajeti ya serikali, ana ziada. Lakini watanzania wengi mmejinyima, mmejinyima aina fulani ya maisha kujenga barabara, barabara zenu hizi, fedha zenu, mmejinyima aina fulani ya maisha kujenga zahanati kujenga mahakama, hata kituo cha polisi, si mali ya polisi. Hamna fedha inayoitwa hii ni fedha ya polisi, wamejenga kituo chao, ni fedha yenu wa Tanzania. Ukitambua hilo, utajua kilicho kilicho kilichopangwa na kufanyika na sehemu nyingine haikukamilika. It was totally an economic sabotage. Hata mkulima wa kawaida hawezi kupanda shamba lake alafu akaenda akawasha moto mwenyewe. Barabara zenu wa Tanzania hizi. Na mwingine atasema mimi nimelipa lini? Ukinunua shati kuna sehemu ume, ume, umepeleka kujenga barabara. Hata ukinunua shati la mtoto wako mchanga kuna sehemu umepeleka ikajenge zanati hii ya kuharibu kwa haraka haraka nadhani na, na, na timu itakapokamilisha itabaini na maeneo mengine mengi kwa haraka haraka, kuchoma ofisi za serikali ambazo ni ambazo si nyumba za watumishi wa serikali. Hizi ni ofisi ya kuhudumia mtu mwenye kero, mtu moja moja, mia saba hamsini na sita. Vituo vya mabasi yaendayo haraka ishirini na saba vituo huku ukijua maisha ya Mtanzania mwana Dar es Salaam ni kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hakuna hakuna Mtanzania ambaye yeye ameshajilimbikiziaga ame tu kwamba anaweza akakaa mwaka mzima bila kutoka maisha ya mtanzania ni ya kutoka eneo moja aende eneo lingine. Haya si maisha ya serikali, ni maisha ya mtanzania moja moja. Atatoka Mbezi aende Posta, atatoka Kimara aende Kariakoo, atatoka Kariakoo aende Goba. Kwamba mpango ukawekwa pasiwe na miundombinu ya hawa wa watu kusafiri, watakula nini? Kama if it is not an economic sabotage, unataka wale nini hawa watu? unachoma kituo cha dawasco kinachowapa maji safi na salama unataka waishije hawa watu hii si serikali unataka hawa si serikali hawa watu waishije mabasi sita nyumba binafsi mia mbili sabini na tatu vituo vya polisi mia moja hamsini na tisa vituo binafsi vya mafuta mia sita sabini na mbili Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya, ya mwenye kituo, ni nishati ya usafiri moja, atoke hapa aende pale. Hii si hii si ya mwenye kituo, hii si ya serikali, si ya kuisafirisha serikali. Hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania, ya mtu mmoja mmoja. Magari ya watu binafsi 1642 1642, hawa ni watu binafsi, haujui dini yake, haujui Uumini wake wa chama chochote cha siasa elfu moja mia sita arobaini na mbili. It's an economic sabotage.